Moja ya bidhaa zetu za kupunguza uzito ni majani ya chai. Haya ni majani masafi kabisa ambayo yamechanganywa na green tea, white tea, na black tea. Black tea itakusaidia kuleta uchangamfu na white tea inatunza seli zako, inakukinga na saratani, na green tea itatumika kuchoma mafuta, ila imeongezwa na herbs mbalimbali mbali ambazo kuna ginseng, dalasini. Vyote hivyo vinasaidia sana kwenye weight loss, lakini imeongezwa asali ila kitu kizuri zaidi kwenye haya majani ya chai utatumia ili boksi mwezi mzima, ambapo hii pakti moja ni two savings. Utaweka nusu pakti kwenye maji yako lita moja na nusu, nyingine unatumia kesho yake. Kwa hiyo hili boksi lina pakti kumi na tano zinazotoshea kabisa siku thelathini. Hauwalishi kabisa, lakini hatumii mama anayenyonyesha, na inaleta uchangamfu, inaondoa stress mbali na kuchoma mafuta wanatumia wanawake kwa wanaume. Karibuni sana, utayapata kwa laki na thelathini tu.